Ebu nikoi bwana. Ebu ebu ongea na huyu dada, mimi tamasha vibao. Huyu ewacha kunifanya mimi mtoto mdogo bwana. Huyo dada yenyewe yupo wapi? Hapa kweupe hakuna mtu, unaangalia udada, udada. Who's this guy, my bro? Naweza nikawa namaliza maneno yangu kumbe hata mimi mwenyewe tunaongea, unaweza ukawa unioni mimi ni nani? Sauda, Sauda niliyokuwa nayo baada ya kulipa madeni na kila kitu, ela hii iliyobakia sasa hivi inabidi ujijengee hili kaburi. Ah, ni kweli mama, kwa sababu hata uhai wa baba alikuwa akiniambia siku akituacha duniani, basi tujitaidi sana pale tutakapo tujengee sadaka. So, swadakta mwanangu, umeongea vema. Sasa pamoja watu wanasema, kwenye dini yetu watu wanasema huu kujengea kaburi, sababu kaburi sio la mtu mmoja, lakini hapana, tukizingatia na huu ni usia, alafu vile vile inaleta kumbukumbu. Sawa basi, mi nadhani kesho nitamleta fundi eh, aje atupige hesabu ya gharama zote eh, tujue ni shingapi, alafu mimi nitakuletea majibu ili tumpatie hiyo pesa. Sawa babangu, nimekuelewa. Mimi sasa tayari basi tungeenda nyumbani. Unajua eh. Oh, ndugu yangu unaendekeza sana mawazo na ndio maana mimi nakushauri yani, ki ukiona kichwa chako kama vile kinapata filim cha msingi, we kunywa pombe. Yani pombe nakata mawazo yote, una sahau yani, ukijiona watu unaanza kukumbuka, kumbuka vile vitu, basi ue, hii ndo tiba yako, unachukua mpwembwe unakanyaga, yani mawazo yote kwisha eh. -e -e. Sasa bwana, enieni hivi unataka kuniambia kwamba kama nitaendelea kupiga hivi vitwa nitakuja ni sahau kweli? Yani natamani ni sahau kila kitu, niwe mpya kabisa. Ah, pombe ndo kila kitu yani. Ukitaka kusahau jambo lolote lile, wetumia hii ina kapasiti ina feeling fulani na kunywa. Kaona sawa kyake, ndugu yangu bwana. Kaburi la babangu ndo hili hapa, kwa hiyo nahitaji kaburi fulani hivi liwe na urembo mbele, liinuke inuke hivi koo tofali ziongezeke hata tatu nne kwenye kichwa. Kwa hiyo mimi ninachohitaji hapa, nipe hesabu yako kwa kamili. Kwa urembo unaotaka, tofali inatakiwa hamsini na simenti mifuko miwili, mchanga ndio thelathini. Ah, pasa mimi niseme asante, lakini pia Aise. Kuna, kuna watu wanalia misiba. Huyu dada nimemwona jana, leo tena nimeona amewahi hapa, inaonekana yule aliyekufa ni mtu wake wa karibu sana, kwa hiyo moyo unamuuma sana. Dada lazima hivi, unaongea na nani? Mbona kumbele hamna mtu yoyote? We, dada, we, we mtu si yule pale, we si yule dada yule pale, we umeona mtu pale? Hamna mtu hivi, wewe kweli uko sawa? Sasa mimi na wewe nani ambaye hayuko sawa? Si yule pale, we dada, wewe si yule ananiangalia mimi, kumbe unaniona? Ha, sasa unafikiri sikuoni? Sinakuona wewe hapo, blaza umenita nje ya kufanya kazi, kumbuka hapa ni makaburini, aleta mambo ya kutishana tishana. Hivi hapa kuna mtu kweli? Ingala <muchasana> Vipi eh? Yaani umetoka makaburini unakuja tena, huko unanifuata, unashida gani? nataka unisaidie? Aya, nikusaidie nini? nikusaidie msiba ambao umeuzika ndugu yako? Kila nafsi itaonja mauti, ameshakufa. Amekufa, sahau kuhusu hilo. Nataka unisaidie mama? Nikusaidie nini? Wewe nikusaidie nini? Unachotaka nikusaidie nini? Mtu ameshakufa, amekufa. Nikusaidie nikamfukue nikuletee mimi mwenyewe pale nina matatizo kibao, yule aliyekufa ni baba yangu, sijajenga hata kaburi nafu. Hata wewe umejenga kaburi na, na ndugu yako mwendawazimu Sauda. Sauda. We dada, mimi nakuheshimu sawa, hiyo mambo kusema, naomba nisaidie, sitaki kusikia hizo habari, umesikia? Sitaki, sitaki kunifuatafuta kila sehemu. Mimi nina akili timamu na najiheshimu, umenielewa vizuri wewe? Sitaki huo upumbavu. Vipi kaka, mbona unaongea mwenyewe, au unajifunza kutongoza? Bora hata nimekuona ndugu yangu jana. Bwana, tulienda kwenye ziara ya kufagilia makaburi, sasa nikamkuta huyu dada. Huyu dada nikamkuta kwenye kaburi moja, sawa lakini baada ya kumaliza, leo tumeelewana na mama kwao, tukajengea kaburi kwao. Nikaenda na fundi ili akanipigie hesabu zote za kujengea kaburi, nikamkuta tena dada huyo, dada huyo, dada namsemesha ananiambia kumbe umeniona. Sasa natoka kule nakuja, ananifuata njia nzima, ananiambia nimsaidie. Naomba ni kusaidia nini? Haongei. Kaka, mimi nahisi katika mambo ya inflation association affluation haupo sawa, kwa sababu unaongea peke yako alafu unasema huyu dada haya. Huyo dada yupo wapi? unazungumza naye wewe? Kipa. Unataka kuniambia humuoni huyu dada? Si tuko na mtu hapa tunaongea naye huyu dada huyu. Huyu mweupe kabisa huyu kavaa nguo nyeusi, kavaa na, na, na nia blue. Humuoni wewe? Ha? Kwa nini unatumia miadarati ndugu yangu? Kwa sababu hivi vitu vinavyoendelea hapa ni dhahiri shahiri wewe unatumia miadarati. Ndo yale. Unavuta bange upo Kariakoo unajiona upo Homan. Unavuta bange upo Sinza unajiona upo Marekani. Kwa sababu wewe umevuta bange upo mwenyewe unajiona upo na mdada yeah. Kaka wewe muone mtu huyu kaka. Kipala mimi nishai kuogopea kaka. Mimi nakuheshimu mimi na wewe tunaheshimiana, hebu niokoe bwana. Hebu hebu ongea na huyu dada, ongea na huyu dada. Mimi nitamwasha vibao huyu. Embu acha kunifanya mimi mtoto mdogo bwana. Huyo dada yenyewe yupo wapi? Hapa kwa upe hakuna mtu. Unaang'ania huyu dada, huyu dada? Who is this guy my bro? Huyo dada yupo wapi eh? Hey, hey. eh ai Hey, <laughs> hey, Bro, are you serious? Anyway, cool down, my bro. Naweza nikawa namaliza maneno yangu, kumbe hata mimi mwenyewe tunaongea unaweza ukawa unioni mimi ni nani? Kaka. We, wewe, wewe, we sikipala wewe we sikipala wanaman wewe soiba wangu nisikuone wewe, Kaka. Waswahili wanasema anaongozana na chizi naye ni chizi, anayetembea na mwizi naye ni mwizi. Ni dhahiri shahidi pia wewe ni chizi, kwa sababu huwezi ukaongea peke yako. Sasa kwa mimi, kwa kuwa sitaki kuwa chizi kama wewe, acha niondoke zangu. Umeona unanigombanisha na ndugu zangu, naonekana mimi chizi, naonekana wewe. Bro, just do it, sio? Unaonekana no wewe ni chizi chizi Sasa nasema hivi, ukiendelea kunifatafata na kuwasha vibao, achana mi maisha yangu. Kwani mi ndio nimeua ndugu zako? Mi nimeua ndugu zako wewe? wewe dada, tuheshimiane mi na mpenzi wangu, sitaki kunifatafata. ingala ingala ise bide ingala ingala ise bide ingala ingala ise bide Sauda Ingalainaa jamani, yeah, hii imezidi sasa. Kakaangu utaendekeza haya masuala mpaka lini? Unajidhalilisha mwenyewe ndugu yangu, kumbuka hii ni mipango ya Mungu, sio mipango yako. Unalala hivi barabarani, unatudhalilisha kaka nini iko hivi jamani, haya maisha utaishi hivi mpaka lini? Ndugu yangu wewe, ulevi sio fani yako, ndugu yangu. uh-huh. Vipi habari yako? Salama. Shikamoo kaka. Maraba. Mama yupo ndani? Ah, mama. Bwana hmm. Mimi nimefanya kama ulivyoniagiza. Nimempeleka fundi. Uh, kaburi ameliona na amenitajia vifaa vinavyohitajika. Fundi kasemaje na gharama zake zikoni? Uh, kaniambia inahitajika matofali hamsini, viroba viwili vya simenti, lakini pia na mchanga. Kwa hiyo gharama yake ni kama laki mbili. Laaziamna shida. Sawa. Lakini mama, kuna kitu kimenishangaza katika ulimwengu wa dunia. Unajua mama, jana tulivyokuwa tunafagiria makaburi, tulikuwa watu wengi, lakini kuna dada mmoja alikuwa amesimama hivi kwenye kaburi, na kuna mwingine alikuwa ni wa kiume, kakaa ndo anali an, an, analifagiria kaburi. Yule dada alisimama tu. Sasa kinachonishangaza mama, leo tena nimeenda na fundi, nimemkuta yule dada kasimama vilevile na nguo zile zile, hajabadilisha kitu chochote. Kimenstajabisha sana ah, hasa hapo. cha ajabu kipo wapi tano? Mtu kuja maziarani ni kawaida eh? Jana umemkuta, leo utamkuta, sababu kama msiba kweli mumwingia mpaka moyoni, mtu huyo kutwa huenda kulialia kwenye kaburi. Sasa tatizo liko wapi hapo? Nakuelewa mama, lakini kuna kitu kinanishangaza. Mimi yule dada nikawa nampa pole na kumsima maneno mazuri sana kwamba kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo apunguze kulia. Sasa wakati nazungumza fundi akawa ananishangaa. Mbona unaongea peke yako? Naambia namuona mtu. Fundi anaambia wewe hapa unaongea peke yako. Ghafla dada akanigeukia. Yule dada akasema, "Kumbe unaniona? Naomba unisaidie." Sasa baada ya hapo mimi kimenistajabisha sana, lakini kila nikimwambia fundi hakubaliani na mimi. Sasa najiuliza mimi naona au yeye haona. Lakini licha hiyo nimetoka, akawa ananifuata nyuma. Yaani huko njiani kote mama, nimezunguka naye. Tano, ngoja nirudi nyuma kwanza. Iko kitu umikiona wewe? Fundi hakukiona. Ina maana fundi macho yake yana matege. Ila kwa ya kwako wewe ndio yanaona sana, si ndio? Ishaanza. Nisha, ugali wake mmwekea wapi? Upo huko ndani, baba. Nenda kale, labda una njaa. Mama Nisha, mdogo mi nina akili timamu. Hii mama, sio njaa nayakuambia. Haki ya Mungu mama, mimi i kudanganya hata siku moja. Mi nina akili timamu. Ni kweli kaka hichi anachokiongea. Mama anamaanisha wewe unaonekana kabisa una njaa. Hebu nenda kwanza ukale utulize akili, wenda utakaa sawa. Nisha, mimi sina njaa. Yaani mimi nipumzike. Mimi ninachowaambia ni kweli ni ukweli mtupu. Ajabu hiyo ione wewe tu wenzio wasiione ndio hapo. Wewe unavuta wewe vijiweni. Ah, sawa. Siamniamini. Sawa. <tabu> <tabu>